tukisoma masomo ya tarbia kulikuwa na kanuni ambayo tuki, tukifundishwa na tukiisoma ikisema: ijtimau almuslimina idun, ikisema kwamba kukusanyika Waislamu wakawa pamoja, wakaona na itisamu

Mesikia kwamba maudhui ambayo nitaihudhurisha mbele yenu ni, ni kuhusiana na adabu, adabu za almutaallimin wa ana minhum, hizi adabu almutaalliqa, zile adabu zenye kufungamana na alqulub. Kwanza kabisa namhimidi Allah jalla wa ala, namshukuru Allah jalla wa ala aladhi rafa alilma wal ulama, Allah ambaye ameinua elimu akaiweka juu na wana wachuoni katika aya nyingi katika kitabu chake almubaraka. Nitatoa baadhi ya hizo aya kama utangulizi, kisha nitaingia katika maudhui insha Allahu taala. Lakini nawakumbusha maneno ya eh, Shamsuddin ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Eh, maneno hayo yamerudia katika baadhi ya vitabu Amadariji Wassalikin, anasema ma salahu alalami illa bil ilm, haukutengemaa ulimwengu isipokuwa ni kwa elimu Ukiona sehemu yoyote mji wowote kijiji chochote nyumba yoyote inatengemaa, basi ni kwa sababu ya ilmu. Wama kharabu alalami illa biljahli, na haukuharibika ulimwengu, nchi, miji, mpaka nyumba ikiharibika iki, iki, iki basi ni kwa sababu ya jahili. Utaona kwamba elimu jambo kubwa sana. Nimemsikia mimi ingawa si sana, lakini baadhi ya maneno yake akizungumza al-akh Abu Raslan kuhusiana na maendeleo ya kituo hiki tulichopo mtu asija kadhani kwamba maendeleo haya hayapatikani isipokuwa isipokuwa yatapatikana kwa vitu, ilmu. Tunamwomba Allah jalla waala ajalie vituo vyetu viwe ni vituo vyenye kutoa alilmu nafii. Allah jalla waala amesema, wasma kalama rabbik

Na kinyume chake baina ya wawili hao kuna tofauti kubwa sana, kama tofauti baina ya samaa walardi. Basi ni jadir haqiqun, bil bilabdi an yatadhakkar wa yatafakkar, ni haki ni haki kwa kila mja ayakumbuke haya na kuyazingatia na kutafakari, kwa kuwa katika kuyafahamu makundi haya mawili

Amekanusha yani kuwa sawa wenye kujua na wasiojua, lakini pia aya zingine zinaonyesha kwamba watu wenye elimu na hata wale wenye kuisoma yani tulab, Allah jalla waala anawainua kwa daraja nyingi. Na hadithi iliyo katika sahihaini maarufu hadithi ya Muawiya

Na kama tumebainikiwa na hilo, basi hapana budi, sisi ni lazima tujue zile adabu zake, tujue njia zake, kwa sababu ukipotea njia e, utapotea. Ukipotea njia utapotea. Sisi kuna kitabu tulifundishwa, na hii kitabu sio kama tulifundishwa sisi, yani mimi binafsi kitabu hiki, wakati nakisoma nilikuwa naitakidi ni, ni kitabu cha kisufi ni yani, kitabu cha Sheikh Burhanuddin Az-Zarnuji Burhanuddin Az-Zarnuji Az, ana kitabu chake maarufu sana, masufi wanakifundisha, wana, wana sana masufi. Lakini kitabu kimewahi kufundishwa pale harab, huko nyuma walikuwa kifundisha yani, kitabu kina ki mambo mengi ki na mambo mengi ambayo e, mengine yanahitaji watu wabainishiwe usahihi wake na yale yasiyokuwa sahihi. Lakini katika maneno yake alisema, alladhina yahdhuruna inda ahli lilmi kathir. Alikuwa anasema watu ambao wanaohudhuria kwa wana wa chuoni na kwa walimu wao kwa ajili ya kutafuta elimu ni wengi sana, ni wengi watu wanaohudhuria wengi sana katika majalisi ya ilmu, lakini akasema Eh, walam yakhruj illa qalil, wala hawakutoka na ilmu isipokuwa watu wachache. Limadha? Kwa sababu watu wengi katika wale ambao wanaohudhuria ma, majalisul ilm, lam yataaddab biadabi tulabil ilm, hawakujipamba na zile adabu za kielimu, kwa sababu hiyo wakanyimwa. Na mtu akikosea njia kama nilivyosema, atapotea maji yani, wakati misimu ya mvua mvua zikiwa ni nyingi na mafuriko, utaona kwamba kuna maeneo maalum ni mapitio na ni njia ya maji yani, hata kama utahitaji uta, uta, uta kwenda kujenga, watu watakwambia bana, hapa pamoja na kuwa unaona ni pakavu, lakini hii ni njia na ni mapitio ya maji. Kwa hiyo kila kitu kina njia zake, elimu ina njia, ina njia zake tayeb

ibada ambayo ni ya moyo, bali ni katika ibada zilizotukufu sana. Kwa hiyo, jambo la kwanza, mwanafunzi lazima aiambie nafsi yake na moyo wake, wala usiufiche kwamba hii elimu ni ibada. Jambo la pili, ikhlas mwanafunzi

bi umur lakini, haya mambo dhakarahu ibn Uthaimin, faqihu lumma ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah, alipokuwa anasherehesha kitabu maarufu sana kwa wanafunzi, kitabu cha al hilia taib, miongoni mwa yale aliyoyataja ni kwamba mtu anatakiwa anuie imtithala yaani tanwi bidhalika imtithala amrillah, anuia kwanza, akusudie na aweke azma na nia kwamba anatekeleza amri ya Allah jalla waala. Jambo la pili akasema, tanwi bidhalika hifdh sharia, anuie kuihifadhi sharia, kwani kuihifadhi sharia ya Allah jalla waala yakunu bitaallum, inakuwa ni kwa kujifunza.

Yani faman nawa bi ta'allumi shay'an, chochote katika hutami dunia, basi huyo ameingiza nafsi yake katika adhabu. Mwenyewe Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam, kuna hadithi nyingi katika ile nukta hii, ila nitakusomeeni baadhi

yoyote atakayesoma elimu atakayejifunza elimu, mimma yubtagha bihi wajhu llahi, miongoni mwa zile elimu ambazo yani katika zile elimu ambazo hutafutwa kwa kusomwa kwake wajihi wa Allah jalla wa ala, la yataallamu ila liyusiba bihi aradan min ad-dunya, yeye hakuisoma elimu hiyo isipokuwa kutaka kuipata tu, yani aradha ad-dunya ni matau ad-dunya tu vitu vya kidunia, lam yajid arfa aljannati, huyo hata unusa harufu ya pepo. Arfa hakadha, ukisoma kwa dhumma tafsiri itakuwa tofauti, na hata ukisoma kwa kasra pia tafsiri itakuwa tofauti. Ama kama nilivyosoma arfa aljanna, kwa maana itakuwa ni harufu, hata unusa harufu ya pepo yaumul qiyamah, siku ya qiyamah. Lakini hadithi ambayo inatuogopisha sana sisi wanafunzi, na kila mmoja aizingatie, akilala na kuamka, au anaikumbuka hadithi hii. Ni hadithi ya Abi Huraira. Hadithi hii akhrajahu alimamu Muslim fi sahihihi, hadithi ndefu, lakini tutataja ile mahalu shahid.

Huyu ataletwa siku ya Kiyama, kisha atajulishwa zile neema za wana wa chuoni ambazo wanastahiki kulipwa na Allah, jalla waala, faarrafahu niamahu, faarafa, na yeye mwenyewe ataona, atajua kabisa kwamba hizi ndio neema za ahlul ilm na alqura, na wale wasomaji, kisha ataulizwa, fama amilta fiha, qala taallamtu

Ulishaitwa wewe ni qari, ulishaitwa wewe ni alim, malipo yako ulishaipata kwa duniani. Kisha fasuhiba ala wajhi hata ulkia fi nari, atavutwa kwa uso wake mpaka atatupwa motoni. Muawiya radiyallahu taala anhu arda alikusikia hadithi hii mwenyewe, rawi mwenyewe, ambaye ni Abu Huraira, alikuwa akiisimulia hii hadithi

ambayo ilikuwa na sura ya kheri lakini pia ni batil, yameharibika. ya, ya, ya yale yote ambayo ya, walikuwa kifanya. Jambo jingine takwa mwanafunzi anatakiwa lazimia na takwa katika moyo wake. Mwanafunzi akiafikishwa na Allah jalla waala akawa ni mutaki rabbahu, basi huyu anaruhusiwa elimu na Allah jalla waala, bali Allah anampa zawadi

ya kufundishwa na Allah jalla waala. Anayemfundisha mja ni Allah jalla waala, atakufundisha Allah jalla waala katika takwa, pia kutoharisha nyoyo zetu ziwe tahara, kutokana na ghil, kutokana na hasad, kutokana na kibri, kwa sababu moyo ukitengema salaha aljasadu kullu, lakini pia moyo ukiharibika fasadat faidha fasadat fasada aljasadu kullu moyo. Kwa hiyo ikiwa hautoepukana na maradhi ya kwenye moyo, elimu kwako itakuwa ni ngumu sana, hata upeleke pale Alkaba, ni chini ya Alkaba ukasomee pale, utaruka patupu. Kuepukana na mahsia ndani ya moyo wako ni njia rahisi ya kupata ilmu.

ili jambo la hatari sana, utakosa baraka ya elimu, utaikosa elimu kufanya hivyo. Lakini chukua elimu hata kwa mwanafunzi mwenzako aliyokuzidi, uliomzidi. Yaani hata kuna baadhi ya wanafunzi unaamini kabisa kwamba umewazidi kwa marahil za ilmu, lakini chukua kutoka kwake, walidhalik, kila kad yujadu fil mafdhuli ma la yujadu fil fadhili Musa alaihi salam alikwenda kusoma kwa Hadhiri. Ni nani ambaye ni fadhil na ni nani mafudhul bainahuma? Labda huwe na fikra potofu na mitazamo kama ya awa makadiria, labda <coughs> tayib. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa hivyo, lakini jingine, kwa haraka haraka, mwanafunzi anatakiwa katika moyo wake awe na mutakad, yaani katika moyo wake aitakidi kwamba mwalimu ni baba mwalimu ni baba na ni mlezi wake. Mwanafunzi tahadhari sana na kiburi mbele ya walimu, epukana na hasad. Akhiran yani mwisho kabisa, ni yasome maneno ya Bakru Abu Zaid so maneno ya Bakru uh, Abu Zaid so, uh, uh, uh, alayhi rahmatullah Bakru E, Bakr bin Abdullah Abu Zaid aliposema katika kitabu chake kidogo ambacho wanafunzi tunafundishana, tuna na tunanasihiana katika kusoma kufundisha, uh, akisema fat, anasema fatatawuluka ala muallimika kibria, yani mtu kuwa na kibri, yani mtu kuwa, kujifanya, e, kujifanya juu. K, mtu kujiweka juu, mwanafunzi kujiweka juu ya mwalimu wake anasema ni kiburi wastinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunak kibriya. Lakini pia kukataa, maana kuna, ba, kuna baadhi ya wanafunzi wanatabia ya kukataa kukataa eh, manfaa aliyonufaishwa na mwalimu sasa. Nasema wastinkafuka amman yufidu, na kule kukataa kutoka kwa yule anayekufidisha anayekupa faida, mimman huwa duna ka, hata kama atakuwa chini yako, yaani wewe umeshakuwa mkubwa lakini alikuwa mwalimu wako ukakataa, basi kibria pia ni kiburi. wataksiruka al amal bil ilmi hamat kibri, lakini ule kuzembea kufanyia kazi elimu ni, ni hama kibri yani, ni, ni ule uvundo wa kiburi pia. wa unwanu hirman intaha kalamuhu wa rahimullah. kwa ndugu zangu kama nilivyosema, akhiran Eh, kuweni na hirs katika mudhakara wana nyingi taib. <laughs> Eh, namalizia hi wanafunzi, tutu tuna hirs na kufanya mudhakara na kudhab na kuna na, na kudhibiti faida mbalimbali tunazipata kutoka walimu wetu na kuzihifadhi faida hizo katika vifua vyetu.

taliq dhibiti kila, kila kitu ambacho unachokisikia kutoka kwa mwalimu wako faida. Usipofanya hivyo, utakuwa sawa na mtu aliyowinda porini huko, kisha akaja zake mjini, akaja akamwachia swala wake bila ya kidhibiti chochote, bila ya kumfunga. Ataokotwa na watu wengine. subhanakallahumma bihamdik